TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau wa kamati ya uhakiki ya wilaya ya Nyamagana wameokoa wame kiasi cha shilingi milioni 706,220 kutokana na uhakiki na udhibiti uliofanyika kwenye utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya ndani, ya ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza mwaka kwa mwaka 2024 2025. Katika uhakiki huo, vikundi 41 havikukidhi vigezo ambavyo mikopo yake ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia saba. Vikundi hivyo vilibainika na makosa mbalimbali mbali, ambayo ni moja, kuomba mkopo kwa miradi hewa; pili, kuwasilisha kwa kamati vielelezo vya kugushi, mfano proforma invoice na mikataba ya uongo ya maeneo ya kufanyia biashara. Pia waliwasilisha bei za juu za vifaa kuliko bei ya soko, kutokuwa na maeneo ya kufanyia biashara, lakini pia kuomba mkopo kwa ajili ya mradi wa mtu binafsi au familia. Hivyo TAKUKURU imechukua hatua ya kudhibiti ya kufanya udhibiti wa kuziba mianya ya rushwa iliyojitokeza, ili kusaidia halmashauri ya jiji la Mwanza kutoa mikopo kwa vikundi vilivyokizi vigezo. Aidha, vikundi 87 vilikizi vigezo kati ya vikundi 128 vilivyoomba mikopo, ambapo jumla ya shilingi bilioni 1.369 milioni 820 elfu 476 iliidhinishwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwenye vikundi hivyo kwa upande wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo TAKUKURU imeokoa kiasi cha milioni kumi na saba mia tatu sabini na mbili elfu mia saba na nane na senti ishirini na sita na kuziwasilisha mamlaka ya mapato Tanzania kwa maana ya TRA. Fedha hizo ni za malipo ya kodi ya zuio kutokana na utekelezaji wa miradi kwenye sekta ya elimu iliyofuatiliwa katika kipindi tajwa hapo juu.